Na viongozi wa kisiasa nchini wametakiwa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa na serikali iwapo wataona dosari katika mchakato wa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu ili kuepuka kufanya maamuzi yatakayosababisha uvunjifu wa amani. Taarifa ya Juma Mohamed kutoka Dar es Salaam inasimuliwa hapa tena na Pili Makana. Hapa wanakutanishwa wakazi wa Dar es Salaam hususan waumini wa dini ya Kiislamu katika kongamano la amani lililoandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wakishirikiana na taasisi ya Kumbi la Moto Foundation. Kongamano hilo ambalo linatarajiwa kufanyika kwenye mikoa yote nchini limehudhuriwa na kaimu mufti wa Tanzania, Sheikh Ali Hamisi Ngeruko, aliyemwakilisha mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Dr Abu Bakar Zubair bin Ali na hapa anatoa nasaha zake kwa viongozi wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Demokrasia imeweka uchaguzi ili kumpata yule ambaye unayemtaka aweze kukuongoza, ndiyo lengo la uchaguzi na kila kitu kimewekewa utaratibu wake. Pale ambapo unaona uchaguzi labda haukwenda vizuri, na njia zake taratibu ziko hivyo hivyo za kusovu. Kila kitu kinakwenda kwa mazungumzo, kinakwenda kwa maelekezo, kwa maelewano. Tuseme kuwa hatukubali maneno ya chuki kugawana udugu na familia zetu, hatukubaliani na uongo wa kutumia kupandikiza hofu miongoni mwetu. Mkurugenzi wa taasisi ya Kumbi la Moto Foundation Omari Kumbi la Moto amesema kongamano hilo litakapokuwa likifanyika mikoani litahusisha pia viongozi wa dini ambao watakuwa na jukumu la kusambaza elimu kwa waumini wao kwa sababu Injili kazi yake kubwa ni bega la kushoto la serikali. Tunatoa misaada ya kijamii, lakini vilevile tunapoona amani ya nchi inavunjika, sisi tuna wajibu wa, wa kuingilia kati. Usia wangu kwa wananchi wa uh, nchi yetu hii adhimu ya Tanzania ni kwamba mitandao ina fursa nyingi, mitandao ina mambo mengi mazuri kwetu ikitumika vizuri inaweza ikawa chanzo kizuri sana cha mambo mazuri katika taifa letu.